Watu wengi kule chini, watu wengi kule chini, majimbo mbalimbali wanafanya vikao vya kujaribu kuwaondoa madarakani viongozi ambao walimuunga mkono Mboe. Mboe yuko kimya, sisi wengine wote tumekuwa kimya. Tumekuwa kimya sio kwa sababu hatuoni, ni kwa sababu tulitaka waliyechaguliwa waweze kutumia katiba ya chama kukiunganisha chama, sole sole, kukiunganisha chama, kukiunganisha chama na kutimiza wajibu wao kama ambavyo wanachama wamewachagua. Na mimi labda niseme kwenye hilo, mimi nilikutana na katibu mkuu John Mnyika tarehe 24 mwezi wa kwanza. Siku tatu baada ya uchaguzi wa Mlimani Site, ofisini kwake aliniomba tukashauriane katika mambo niyo mshauri kubwa kuliko yote. Nilimwambia rudisheni umoja katika chama. Mkiamua kwenda kipande kimoja hamtafika hiyo safari, sababu safari yetu ni ngumu, safari yetu ni ndefu, inahitaji umoja na ndio maana slogan yetu ya mkutano mkuu ilikuwa ni stronger together, tutakuwa imara tukiwa wamoja. Nikamwambia rudisheni umoja. Wafuasi wenu wanaendelea kuwashambulia wale waliyo washinda, kana kwamba kampeni zinaendelea. Na ni akili ya kawaida ya uwezo wa kuvuka barabara, sio, sio, sio kwenda chuo kikuu inayekuwezesha kuvuka tu barabara. Akili ya kawaida inakuambia, uliyeshinda ndo unayetakiwa kurejesha umoja baina ya wanachama, sio waliyeshindwa, kwa sababu wewe uliyeshinda ndio mwenye jukumu la kuwataka wenzako mwende pamoja, mjenge chama, shirikisha wenzako. Lakini haikufanyika, haijafanyika na haifanyiki. Badala yake watu wanaendelea kubaguliwa na kutishiwa. Sisi wote hapa tulioko hapa tuko, kuna ambao wameshafukuzwa kama Mrema kinyume cha katiba kabisa, nitaeleza hapo chini, amefukuzwa na tawi, lakini sisi wote hapa tuko kwenye pipeline ya kufukuzwa. Mtu amekaa kimya anafanya shughuli zake, lakini wao kwa sababu wanajua kwamba ulikuwa na muunga mkono Mbowe, kwa lazima ufukuzwe. Maana yake lengo ni kwamba wanataka kufukuza wanachadema wote waliyemuunga mkono Mbowe, wabaki na wanachadema waliyemunga mkono Lisu peke yake. Na sisi tunasema hiyo safari, na nilimwambia katibu mkuu tarehe ishirini na nne, hiyo safari kwa namna hiyo hamtafika.